Eh, nilisahau kuwaambia kwamba sasa kutoka rais atangaze, nimeambiwa kwa mkutano tulikuwa pale kwamba watu wengi sana walikuwa wanasungushwa sana ndio kabla hawajapata kitambulisho kwa sababu ya extra vetting, kwa sababu Kwale ni moja ya kaunti ziko kwa boda. Sasa hiyo mambo ya extra vetting ya mambo ya uh, kitambulisho imeondolewa, hakuna ile ya kukaa mwaka moja miaka mbili hatunangojea ati ndio upate ID wewe. Unapatiwa ID yako, chief anaangalia, anasema wewe unatoka village, anaweka muhuri na kuweka kidole, wewe unapewa ID. Hakuna ile kusungusha watoto wetu kuambia ngoje mwaka moja mwaka mbili ndio upate ID, na hiyo pia ni directive ya rais. Kuna watu wengi sana wanafanyia kazi serikali, aswa kama wewe uko national administration, tunajua kwamba national administration kazi yetu ni kufanya kazi na serikali the current administration. Kazi yetu ni kufacilitate government of the day, kuhakikisha kwamba they achieve its programs. So I hope hakuna <coughs> mtu anakaa hapa kama chief na assistant chief na ajui bottom up economic agenda key programs ni nini, because hiyo ni kazi yenu. Uh, county commissioner, sub county commissioner, uh, uh, deputy county commissioners na SEC kuhakikisha kwamba you are cascading government projects. Na mimi niseme kweli kwamba that is actually an indiscipline, it is a highest level of indiscipline. Kama wewe ni assistant chief, wewe ni chief, na wewe ndio wa kwanza kupinga programs ya serikali. Penye unapingia mambo ya programs ni hapa penye tumeita public participation, unaniambia waziri, hii kitu ni kama haifanyi